Michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka wa elfu mbili ishirini na tano inaendelea nchini Morocco. Tofauti na AFCON ya Ivory Coast iliyogubikwa na msisimko mkubwa, viwanja vilivyojaa na mashabiki, pamoja na simulizi za kusisimua, AFCON ya Morocco imeanza kwa sura tofauti, ikiwa na maswali mengi kuhusu ushindani, maandalizi ya timu mvuto wa mashindano na hatima ya baadhi ya kanda ikiwemo Afrika Mashariki. Je, AFCON ya Morocco inatoa ladha ile ile ya soka la Afrika tuliyoizoea, au kuna ishara za mabadiliko ya ushindani, ya kisaikolojia na hata ya mvuto wa mashabiki? Kwa uchambuzi wa kina, niko na mwanahabari na mdadisi wa michezo nchini Kenya, Ali Hassan mwana Ali, ambaye nilizungumza naye hapo awali. Kwanza nilimuuliza, je, unazungumziaje kiwango cha ushindani na mvuto wa AFCON mwaka wa elfu mbili ishirini na tano hadi sasa ukilinganisha na Ivory Coast. Pengine Ali, unazungumziaje ubora wa matayarisho ya timu za Afrika kwenye michuano hii? Asante uh, sana uh, Angoge, ukiwa idhaa ya Kiswahili sauti ya mwafrika uh, kwa huu mwaliko na nafasi hii satua ya kuangazia mashindano haya ya soka bara la Afrika mashindano ya AFCON. Na, na, nianze kwa kusema kwamba kila mmoja sikio na jicho ni Morocco kufuatilia mashindano haya ya AFCON kwa sababu kwa bahati nzuri imetokea imesadifu wakati wa Krismasi na sherehe za mwaka mpya. Ligi mbalimbali mbali, kama vile la liga zimechukua mapumziko na wachezaji wazuri sana wameshinda mataji mbalimbali wenye usuli wa bara la Afrika kama Jules Kunde Kenashomani bila kumsahau Kylian Mbappe Tunaona katika mashindano haya na hasa ilifurahisha kumwona Mbappe akifuatilia timu yake ya Morocco na eh, Cameroon hapo jana ikicheza dhidi ya Ivory Coast. Eh, unaona Zinedine Zidane huyu ameshinda kombe la dunia na Ufaransa, klabu bingwa bara Ulaya akiwa mchezaji na mkufunzi. Pia naye yupo anaangaziwa sana kutokana na mwanawe. Yeye aliamua, baba wewe itumikie Ufaransa, mimi naitumikia Algeria. Namzungumzia Lucas Zidane, mchezaji wa timu ya Granada ambaye amewezesha Algeria kuingia raundi ya 16. Kwa hiyo hivi vinafanya mashindano haya yazungumzwe na kila mmoja, kila pembe, na mitandao mbalimbali. Mbali. Kwa haraka tu nianze kwa kuzungumzia mvuto na, na haswa nikirejelea mashindano yaliyotangulia ya kule Ivory Coast ambapo Ivory Coast wenyeji na wakaondoka na kombe hilo, ndio mabingwa tetezi mkufunzi. Um, mmoja yupo amejitokeza anasema kwamba hajaona zile mbwembwe zile eh, yani ukipita pita mitaani eh, shamra shamra kama ilivyokuwa Ivory Coast na Gabon na naweza na na, na nikasema hii huenda ikachangiwa na idadi tumeona ya mashabiki wanaofika viwanjani, lakini nikirejelea talanta ambazo tumeziona, mabao ambayo tumeyaona uh, katika mechi hizi za awali za makundi, naweza nikasema haya mashindano yatakuwa na mvuto sana. Maanake ni mapema uh, kulinganisha na AFCON iliyokuwa Ivory Coast mwaka 2025, kwa sababu hata hatujaingia raundi ya 16, na nafikiri tukizidi kusonga mbele uh, mengi yatajitokeza, lakini mpaka sasa naweza nikasema tumeona mabao mazuri sana, walinda milango wamefanya kazi nzuri sana hadi sasa na, na matayarisho ya, ya mashindano haya, naweza nkaihongera sana Moroko, nikirejelea uh, miundo msingi, angalia viwanja vile. Na nasema hivi makusudi kutokana na mvua kubwa ambayo tumeiona katika mashindano haya. Na, na, alikuwa ananichekesha rafiki yangu mmoja naambia, Hasani, kombe la dunia mwaka 2026 kule Marekani uh, Mexico na Canada tumeshuhudia mvua kubwa iliyosababisha baadhi ya mechi zisichezwe kule Marekani, lakini wewe angalia bara la Afrika, Moroko, na usisahau watakuwa pia wenyeji wa kombe la dunia baada yao Marekani. Ni ne, kwamba huku kuna mvua ndio, lakini hakuna mechi imeahirishwa ati kwa sababu uwanja hauchezeki. Hii inakuonesha ni kwa namna gani Moroko walikuwa tayari sana kwa wenyeji wa mashindano kama haya, na si mara ya kwanza wamekuwa wenyeji wa mashindano kama haya e, tumeona wamekuwa wenyeji mpaka mashindano ya soka bara, na bara la Afrika kwa kina dada. Kwa hiyo wao wapo juu sana, ukiangalia viwanja vyao wapo juu sana kiujumla, na hata barabara, nafikiri Moroko wanapewa zaidi ya asilimia tisini. Je, unafikiri yani underdogs, mnasema hivyo nyinyi ambao mnazungumza masuala ya spoti, watatikisa michuano hii ama bado unafikiri nafasi hizo ni finyu? E, ni mapema mno. Uh, ukiangalia kwa mfano lile kundi la Morocco na Mali, tulifikiri kwamba kufikia sasa timu hizo mbili baada ya mechi mbili zingekuwa zimetinga raundi ya kumi na uh, sita kama walivyofanya Nigeria, na na, Algeria na, na Misri, lakini halijawezekana. Morocco watahitajia mechi ya leo dhidi ya Zambia ushindi au sare, kutegemea waweze kufuzu. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba ni vigumu kuwaona underdogs. Wewe angalia Sudan, wanapata ushindi unazungumza miaka kama kumi na mitatu wamekwenda bila ushindi mashindano haya, wanapata ushindi muhimu sana dhidi ya vijana wa Guinea Kweta. Angalia Msumbiji, miaka mingi sana, miongo karibu mitatu, wengi hawakuwapa nafasi, wanakuja wanaondoka na ushindi mnono sana dhidi ya Gabon na unaelewa Gabon wapo kina Aubameyang, kwa hiyo walikuwa wanazungumzia ta Taifa Stars kwamba itapigwa mabao mengi tu na Nigeria. Angalia, ilikuwa sare. Nani walishindwa mawili kwa moja na walikuwa na nafasi nzuri mwishoni mwa mechi kuondoka na alama kwenye pambano hilo. Kwa hiyo, Komoro, unakumbuka mecha ufunguzi, wengi walifikiri kwamba Morocco ingewamiminia mvua ya mabao, lakini ilikuwa ushindi wa mawili, na hayo mawili wameyapata kipindi cha pili. Kwa hiyo, mpaka sasa naweza nikasema timu zilizokuja mashindano haya zimejitayarisha kwa sababu kama kweli ni underdog tungeona timu ikipigwa magoli manne magoli matano. Mpaka sasa nafikiri ukiondoa ile mechi ya Algeria kuipiga matatu Sudan, mechi zimekuwa ngumu, sare zimekuepo na vigumu sana kumwona underdog mpaka sasa uh. Afrika Mashariki inakodolea kutupwa nje ya michuano hii na hii itaashiria nini Afrika Mashariki? Eh, nitaizungumzia maanake sisi wa Kenya Uh, mashindano yajayo baada ya haya, tunajifunza kuna ile pamoja bid Kenya, Uganda, Tanzania watakuwa wenyeji, na nasema hili makusudi kwa sababu ukiangalia Taifa Stars wamekutana na Uganda Cranes, mechi ilikuwa kubwa sana ikaishia sare ya goli moja kwa moja, lakini kwa kundi hilo, kwa vile yupo Nigeria na Tunisia labda watafute ile nafasi ya third best. Lakini kwa hali ilivyo, uh, naipa nafasi kubwa sana uh, na, na na Tunisia lazima ipige Taifa Stars, kwa hiyo itapata ushindi. Taifa Stars itaondoka labda na alama hiyo moja. Wao Uganda, naweza nikasema nafasi yao inategemea Nigeria. Tayari wamefuzu round ya 16, huenda mkufunzi akafanya mabadiliko ya wachezaji akilenga mechi hiyo ya raundi ya kumi na sita lakini pia Nigeria wanahitaji alama, sio tu kuondoka na ushindi wa mechi tatu zote za makundi, lakini kuongoza kundi, na wajua kiongoza kundi kuna advantage ya yule utakayecheza naye. Kwa hiyo Afrika Mashariki labda tutakuja tunaangalia majirani wa mbali kama Sudan na DR Congo, lakini kwa Tanzania na Uganda eh, naona timu hizi mbili zitanisame. Nigeria itafanya uzuri dhidi uh, have ya hawa vijana Uganda na Tunisia watapoteza dhidi ya Tanzania. Viwanja vingi vya Morocco vimeonekana bila mashabiki. Tatizo ni lipi? Matatizo ya usafiri kwa wageni, ama ni raia wa Morocco kutovutiwa na michuano hii? Ha, s -s la ma -ma mashabiki, sana la e, mashabiki kutokuwepo kwa baadhi ya viwanja limezungumzwa sana. Nakumbuka mecha Nigeria na Tanzania, tunazungumzia mashabiki kama ngapi? mashabiki 11,000 pekee waliokuwa uwanjani na nakafi nawazia sana, ili wamelizungumza kwamba E, mechi zijazo wakiona pana ma, mapengo ma, ma, ma, ma, mapengo mengi viti mvitupu, basi mashabiki wataruhusiwa waingie uwanjani pasina kulipa chochote. Ndio utamu wa kabumbu. Na, na, unajua Nigeria walikuwa wanasema kuna ule mfuko wa serikali kugharamia mashabiki kusafiri mara hii haukuwepo, ndio watuja waona mashabiki wengi kutoka Nigeria. Viwanja vy, vinashiba vina, vina tu wakati wanacheza hawa Arabu Misri, Morocco na Tunisia. E, lakini vinginevyo tunaona idadi ni ingali ndogo na labda huenda ikaongezeka kutegemea na mechi zinavyozidi uh, kusonga mbele. Pengine Ali, ungesema, unazungumziaje viwanja vya wachezaji wa ligi za Ulaya na kwingineko kwenye michuano hii? Uh, wachezaji wa ligi za Ulaya kuwepo hawajatuangusha. Uh, Mahrez, mm, pamoja na kwamba alikwenda Uarabuni, Koulibaly, Sadio, lakini bado tunahusisha na haswa haswa kumemwona Mo Salah alikuwa na kipindi kigumu pale miss, nani, Liverpool kabla ya hajaja Afcon tayari ana mabao yake mawili, amewezesha timu yake kuingia raundi ya kumi na sita. Mwangalia ati Nour mchezaji yule wa Manchester City anafanya vizuri pale na Algeria, wameingia raundi ya kumi na sita. E, Cameroon unazungumzia Mbeumo, eh, amecheza vizuri akawa man of the match e, mechi yao ya ufunguzi walipokwenda sare na walipoipiga Gabon bao moja. Ahmad Diallo pale Manchester United, mechi ya ufunguzi akafunga bao waka, akawa man of the match ajana, pia tumemwona amefunga bao akawa, akawa man of the match kwenye sare dhidi ya Cameroon. Na, na, na bado tunahesabu kina Wan-Bissaka pale jamhuri uh, ya muria, Kongo. Kwa hakika wameleta uh, msisimko katika mashindano haya, wachezaji wanaocheza Ulaya na na kwingineko. Unazungumzia Serie A ah, kule eh, Lookman, unaona kutokea Napoli, Nigeria, kijana alifunga bao zuri sana sana, bao lile dhidi uh, ya Tunisia na wakashinda matatu uh, kwa mawili na na kingine, nikimalizia angoge niweza nikasema kwamba tusubiri, ndio ngoma imeanza, na mwanzo wa ngoma waambiwa ni lele. Mashindano yanavyozidi kusonga mbele e, ndio punje zile zikiwekwa mbali na ndume, haswa raundi ya kumi na sita msisimko utakuwa juu sana. Tayari Algeria, uh, Misri na Nigeria wameingia raundi ya kumi na sita na imani leo Morocco uh, ataweza kufuzu na Afrika Kusini, pia Bafana Bafana uh, ataweza kufuzu. Mm, ana hasira ile mechi yake ya mwisho aliofungwa goli moja na, na, na Misri iliomaliza wachezaji kumi uwanjani. Anahisi angepewa penalti hakupewa. Ulimwona kocha Hugo Broos akiingia uwanjani kwa hamaki na ghadhabu, kitu ambacho hajakifanya huwa, ni kocha mzoefu ametulia e. Lakini hilo inamlazimu sasa apate ushindi e, mechi yao watakapocheza na, na, na Zimbabwe, alafu Angola wao na Misri. Angola lazima washinde Misri, wao wanahitaji tu sare kwa sababu kundi tayari washalichukua na washafuzu. Kwa hiyo eh, Angugi, tunasubiri utamu zaidi utaanza kukolea leo kesho, kesho kutwa tukimalizia mechi za makundi, tuingie raundi ya kumi na sita na tufuatane mpaka fainali mashindano ya Afcon. Naam ni kushukuru sana Ali Hassan Mwana Ali kwa kutupatia na kutujuza mengi kwa njia ya udadisi kuhusiana na michuano ya Afcon ambayo imeingia wiki yake ya pili.